Yani, mtazamaji kuna hii video ambayo ina trend sana katika mitandao ya kijamii ambayo inamwonyesha Rais William Samoei Ruto akirushiwa kiatu karibu mgonge kichwa upande wa Migori alimezuia kani, na mkono mungesubiri okay, uh, okay, si tu amalize jamani, hata kama ni kuwadanganya mungesubiri tu amalize ndio mumpige, mna mpiga wakati yako katikati hey, ya uongo yawa <laughs>